Nyota, um, hmm. Sauti kali ile, yes. Wakati wa kurekodi kuna mzungumziaji kwanza, Nyota bwana ni. ah. <laughs> <laughs> <Da>, <laughs> <laughs> mimi mimi nilirudi kufuta vesi yangu <laughs> <laughs> <Mte zomba. laughs> Unajua, mimi ndo likuwa wa kwanza kurekodi okay, nikatoka nje. hmm. kaa nika nje, namsikia mama anaimba ndani. Nikaingia nikamwambia, mama anafuta. Watu walicheka sana, mama nafuta, siwezi <laughs> yes, kukubali namna hii yes. Ni yaani, ni mwana muziki kwa kifupi, okay, legend Ay. Mtu ambaye anazeeka na na na, na sanaa yake, mtu ambaye anazeeka na uwezo wake. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Nyota, okay. Nimefurahi sana kufanya naye kazi Yaani, nimekuwa ni kama nimetimiza ndoto yangu kiukweli, fanya kazi na mama yangu, na ni mtu ambaye anashabikia muziki wake naupenda sana okay, yeah. Yeah. Fresh. <laughs> okay. Reaction okay. Vipi sasa uh, ni wimbo mkubwa yes. Iko wazi yes. Um, watu wanakuambiaje na feed na, nadhani na alikwambia kitu kwa post oh yeah? Instagram watu wanasemaje oh yeah? Hasahasa wajuzi wanaojua hii biashara kuna kuna ile kauli bana, vijana wanasemaga wimbo mm. wa taifa yeah. <laughs> Nafikiri ndo nafasi yake somo kwa sasa okay. Nashukuru, ni wimbo ambao umetoka siku moja na kuweza kuzua gumzo kubwa sana siku hiyo ya kwanza mm. kila kijiwe unachokatiza unaona watu umeweka kwenye gari unasikiliza, unaudiscuss mm. ni kitu kikubwa sana wimbo kutoka siku moja na watu kuanza Kudiscuss. Kwa hiyo ile ilionyesha nyota njema tunasema mapema. Na mpaka sasa ni wimbo ambao kiukweli umekuwa na mashiko makubwa sana. Yes, media kwa ujumla umekuwa ndio wimbo wao sasa. Eh, kiukweli nashukuru kwa support. Na mashabiki pia eh, umekuwa ni wimbo wao, wana enjoy. Eh, nilikuwa na, na, na, na tarajia pengine ungependwa na na na, na, na rika la la watu wazima kulingana na, na mada na nini. Kumbe siku hizi hata mabinti ma nao pia mm -hmm. Wanaitana masomo na nini na mwari wangu, kwa hiyo wakati <laughs> mwingine niki na, na, na nikiona mabinti wanatumia clip zao, unasema oh my God, yeah. Kumbe mm -hmm. na hawa pia mm -hmm. nao pia umekuwa na wimbo wao. Kwa hiyo wimbo umekuwa na mapokezi mazuri, kwa kifupi, na nashukuru sana mm -hmm. yes.